Ni Abel Ndaga ni afisa sanaa mwandamizi kutoka Baraza la Sanaa Taifa, Basata. Kupitia jukwaa hili kwamba litasaidia kuwajengea wa kwanza wasanii uwezo kwa sababu kutakuwa na mafunzo mbalimbali pale atakayofundishwa, lakini mbali ya kujengea uwezo, maanake sasa itawatengenezea sasa mahusiano, kwa sababu wasanii wetu sasa watakutana wasanii mbalimbali ambao wanatoka nje. Tunaamini kwamba wanapokutana, hivi, maanake watabadilishana uwezo na uzoefu, kwamba tunaamini kwamba wenzetu wako mbali, lakini wanaposhirikiana hivi, inawasaidia kuwajenga wasanii wetu na sisi, waweze kutengeneza kadha sanaa ambazo zitakuwa ni bora ambazo zitaweza kushindana katika level kimataifa, kwa hilo ambalo tunaliona kupitia tamasha hili, lakini pili, tunaona kabisa kupitia tamasha hili sasa sanaa yetu inakuwa kwamba ukiangalia sanaa zamani na sasa hivi kwamba kumekuwa na, ma, na ni maendeleo makubwa sana katika sekta ya sanaa, na ndio maana sisi tunapenda kuambia wazazi kwamba sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, tunasema kwamba sanaa kwetu sisi ni ajira kwamba kupitia kazi ya sanaa unakuta hawa wasanii wanaingiza fedha nyingi sana kwenye sanaa, lakini vilevile sanaa tunasema ni uchumi, kwamba kutokana na hizi kazi za sanaa ambazo wanazifanya sasa, kwanza wanapata fedha wao wenyewe, lakini wanalipa kodi na serikali inapata fedha. Kwa hiyo kwa, kwa kuona hivyo sasa tunaona kabisa kwamba sekta ya sanaa inakuwa sana na... kwa majina anaitwa Lilian Hippolyte na kama ulivyosema huu ni mwaka wetu wa tatu au ni edition yetu ya tatu, kongamano la tatu tangia tuanze hii program za ushirika na sana sana sana. Uh, kazi nyingi ambazo zinaenda kufanyika au maonyesho mengi aenda kuyaona ni kazi ambazo zimekuwa zinafanyika kiushirika na nafasi kuanzia mwaka jana mwaka juzi, na hii ni kama kongamano la project nyingi sana sana, partners wetu wengine walioko Poland, walioko Ujerumani Changamoto kubwa ya mwaka huu, of course, hapo katikati tulikuwa kidogo tu, tuna ile atukujua kama tutafikaje hapa kwa sababu ya, ya vitu vingine vya, vya, vya uchaguzi na nini na nini, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumepata ushirikiano mkubwa sana sana sana kutoka Basata, ili ile katika kutuhakikishia kwamba kongamano linaweza kuendelea vizuri na watu wote walioalikwa, watu, watu wafike tu kama, kama ilivyopangwa. Kwa hiyo sio tu kutambulisha, hata zaidi sisi, sisi ku kujifunza kutoka kwa watu wengine. A, kitu ambacho nimeona wasanii wengi wa Tanzania sana sana wanaokuja pale nafasi kwa wakiwa wachanga bado ni ile tunaita nini, uh, utandawazi au exposure ile, a, na ile kuogopa kwenda nje au kwenda wapi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo lugha na vitu kama hivyo, of course, na fedha na vitu kama hivyo, lakini tunavyoweza kuleta watu sasa Uh, kwa hiyo wao wanapata hiyo nafasi ya kuja kujifunza, lakini tumeona mwaka huu ndio maana mwaka huu tumeona tusiishie tu wajifunze, alafu waondoke, wawe na hiyo space ya ku ya ku showcase. Kwa hiyo maana kuna art fair, kama hata kuna msanii mdogo mwenye kitu chake kidogo tu anataka kuonyesha kama talent, uweze kujua unakutana na nani na nani ataipenda kazi yako au itaendaje. Kwa hiyo kuna hizo art fair, kuna hizo fashion show, ili tu pia uja hata zaidi upate inspiration basi. Naitwa Gwamaka Mwabuka ni mwanzishaji na mkurugenzi pia ni mtayarishaji wa filamu na muongozaji wa filamu. Kwa hiyo Tukutane Dar art week ni sehemu moja ambayo nzuri sana kwa sisi kama taasisi au kama studio, kwa sababu tunatengeneza kazi za vikaragosi au hadithi mrizi kupitia katuni. E, ni vitu ambavyo vinasaidia sana, kwa sababu kitanzania tuna hadithi nyingi nzuri, kama hadithi za sungura na fisi au hadithi za kichawi ambazo ni za kufikirika na kuzionyesha inakuwa ni rahisi sana kujua kutumia teknolojia ambayo tunakosa kwenye e, tasnia ya Bongo Movie kawaida. Kwa hiyo vyuo na shule ambazo zinafundisha tasnia hii ni vichache hapa Tanzania. Kwa hiyo Tukutane Dar art week inatupa nafasi sisi ya kuweza kufungua uwanda wa kusema zaidi ya mipaka kuweza kualika watu wengine. Kwa mfano nilienda kwenye tamasha moja huko Ufaransa nikakutana na binti mmoja ambaye anafanya kazi hizi kwa ufasaha sana na anapenda sana kuja Afrika. Kwa hiyo kipindi hichi kukutana kwa na mmoja wa washiriki wa Tukutane Dar nikasema nimwalike yule kuweza kuja hapa aweze kushirikiana na sisi na kutuonyesha uwezo wake. Akatupa mfano wa kazi zake, na sasa watu wengi sana wamempenda. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri, kwa muda wa wiki moja atakuwa na sisi kuweza kushirikiana na sisi na kutuonyesha uwezo wake, ili na sisi tuweze kufungua milango zaidi ya kufanya kazi zetu kwa ufasaha na ufanisi zaidi.